Lakini kikubwa, tuheshimu tumepata matokeo. Huu ni mpira wa miguu, bila kupata matokeo hakuna chochote. chenga tawala watu wanapata matokeo, kuna nini? Binafsi wao wamecheza sana mpira vip... mechi zote mbili toka kwao na hata hapa tena. Hapa leo ndo wamecheza zaidi kuliko kule, on target karibia saba wamepiga. Binafsi ni wapongeze, si on target, tumepiga chache, tumepata matokeo. Kikubwa ni hicho kuwapongeza wachezaji wetu, na tumwombee dua golikipa wetu apone haraka, arudi kwenye majukumu yake, kwa sababu magolikipa Professional tunao wawili, maana sasa hivi manake, yani, kuna kunalinga kwenye eneo la goalkeeper ya, kwa sababu mna mna Kamala, lakini huku mna Yakubu, wote ni magoalkeeper bora yeah. E, jinchi azaua leo hakuwa hakuwa na siku njema, lakini yeye ndo ametupeleka hatua inayofuata. Kwa hiyo unaweza kumlaumu upande mmoja, hakuwa na siku nzuri kazini, lakini huyo Jan Chazi auua ndio katupeleka hatua inayofuata. Bila kufunga ule mkwaju wa penalty, wale wangekuja, wangelevo wange scoreboard ngoma moja moja, kingetokea nini? Penalty hazina mwenyewe, blaz, mwisho wa siku, na wajamaa wanaonekana wako makini sana kwenye kupiga penalty, sio na penalty yao walopiga kwa sababu watu rahisi rahisi maana kina wao wanatafuta ukubwa. Huwezi kupata ukubwa bila kumfunga mkubwa, na ndio maana leo wamecheza mpira mkubwa sana, sababu simba nafasi ya tano barani Afrika, wao nafasi ya ngapi? Si underground kwenye haya mashindano. Kwa hiyo wangetufunga leo, maana kina wao wangepanda chati ya Afrika. Kwa hiyo kikubwa, tuwapongeze, wametuonyesha ushindani, maana wametuongezea safari ya kwenda nusu fainali msimu huu. Mchezaji ana namba, namba nzuri, yani mchezaji siku zote anapungua kwenye namba, unaweza kumuona anakimbia kimbia tu uwanjani, lakini mwangalie kwenye matukio ya mwisho ndio unapoenda mwangalie. Leo kweli zile nafasi mbili zilikuwa nafasi za magoli, lakini kikubwa pia tuwapongeze tuwa na wapinzani, pia tujue wamefanya nini, sababu hata duniani kote tunaona mtu anampiga chenga golikipa anapiga chenga mpaka nyasi lakini anashindwa kuscore. So sio mambo yako Tanzania tu, kama watu wanafuatilia mpira barani Ulaya yale yapo. Kwa binafsi, na sisi kuna sehemu labda hatakuwa makini sana nje uwanja na ndio kicho tupelekea hapo. Najua tuna yuda wengi, matokeo ya jana wenyewe amewauma na ndio maana inawezekana leo katukamulia ndimu kwenye ile game, lakini naamini eh, Judas, unawajua wasaliti nyuma mwiko. Wazee wa Nia FC sasa hivi wameshatoka kwenye JSM hapo kwenye Nia FC, shirika la kina mama duniani. Yeah, shirika la kina mama duniani, sijakataa sio, anatengeneza vifaa vinavyowasitiri kina mama, mimi nawapongeza, mimi sijawakashifu, mimi nimewapongeza shirika la kina mama duniani. Kwa hiyo na wao wanawasupport, kwa hiyo mimi nimewapongeza. Kwa hiyo Jean Charles Ahoua ni mchezaji mzuri, na msimu kaanza, ameassist na amefunga kwenye mechi ya kwanza ya ligi, kwa hiyo sio mchezaji wa kawaida, na leo tena amepiga penalty yake kali, hajawahi kukosa penalty. Jean Charles Ahoua ameweka kambani na ametuvusha kwenda tu inafuata. Kwa hiyo na Simba tuwe na tuwe na na, na, tutulize pressure, tunywe mtoli, nyama zinakuja chini. Umeonaje level ya kikosi na mbinu, falsafa namna Uh, Morocco binafsi sitomlaumu sana kwa sababu ndo mara ya kwanza kusimama kwenye viunga vya Msimbazi. Na ndio maana unaona Matola kwenye mechi ya ligi alikuwa yuko bora sana kwenye kufanya sabu kwa sababu yuko na timu muda wote, makocha wote wanapita, yeye yupo. Na ndio maana timu unaona inapambana na anafanya sabu kwa uhakika. Lakini Medi Morocco ndio kwa mara ya kwanza anakabidhiwa timu, hawezi kukurupuka tu kufanya sabu ovyo ovyo, lazima aende na mfumo ule ule ambao wenzake wamepita. Kwa hiyo mimi binafsi leo siwezi kumlaumu Medi Morocco, nitamlaumu baada ya mechi mbili ama tatu kwa sababu kashakaa na timu tayari. Hii, kwa mechi hii si mlaumu zile sababu alizozifanya ndio kile alichokiona, lakini kikubwa, Simba imefuzu kwenda hatua no inayofuata.